Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hizi sabuni ni za moto sana, huwa tunapenda kuzitakasa sabuni zetu kwa sababu anayeenda kutumia ni binadamu wa kawaida tu. Basi kama una husda kama umepigwa zongo, sisi tunaziombea sabuni zetu ili wewe ziende zikakubariki na zikakuponya. My dear, hii ni sabuni yetu pendwa ya turmeric soap ni shilingi elfu tano tu. Ni malti ambayo anaweza akatumia mtu wa kike na wa kiume, lakini mtoto kuanzia miaka miwili pia anaweza akatumia. Una harara, chunusi, mapele, basi unaenda kupona kabisa. Kama bebi wako ana harufu chafu, bebi wako ni mtu wa ngoma ngumu, kazi kazi, basi hichi kizigo kinamfaa sana na kinamtosha. My dear ni shilingi elfu tano tu, karibu tukuhudumie, karibu tukupe vitu vizuri. Wewe mwanadada ambaye una ngozi yako ya sensitive skin, una vipele ambavyo vimeacha madoa, basi ukishamaliza kukausha vipele vyako yale madoa yako tunaenda kuyadhibiti na hii glutathione soap. Hii ni gramu mia mbili, nayo ni shilingi elfu ishirini tu, ina goldish, ni nzuri nzuri nzuri mno, jamani karibu tukuhudumie karibu tukupe sabuni nzuri za uso wako hii ni Koma Maga soap ni rich and soap ni sabuni nzuri sana kila sabuni ina gram 100 ziko sabuni mbili humu ndani ni gram 200. yaani kila moja ina gram 100 na ni shilingi elfu ishirini tu sabuni hii ni nzuri sana na nipendwa kwa watu ambao wameungua na krimu lakini wale ambao wana malezma na wale ambao wanataka kudamshi. Yaani umepauka, ngozi yako haidamshi, ngozi yako haina nuru, hii ni sabuni yako pendwa sana. Karibu bibi, karibu dear, karibu husband umchukulie baby wako.